Hivi unajua unaweza ukafanya simu yako iseme neno lolote lile unalolitaka ukiichomeka kwenye chaji kwa mfano. Thanks, handsome, for getting me juiced up. Kumbuka tu unaweza ukaweka neno lolote lile unalolitaka. It is very simple. Unachotakiwa kukifanya, ingia kwenye simu yako nenda kwenye program inaitwa Shortcuts. Ukifika kwenye Shortcuts, nenda moja kwa moja chini kabisa katikati, pameandikwa automation. Ukifika pale, upande wako wa kulia juu kabisa pameandikwa alama ya kujumlisha, bonyeza pale, then nenda kwenye search bar, andika charge. Ukisha andika charge, moja kwa moja utaenda pale, utashuka chini, pameandikwa run immediately. Baada ya hapo utaminya next, alafu baada ya hapo tena utaenda kwenye speak text. Ukiminya pale kwenye speak text, then utaandika text ambayo unataka izungumzwe baada ya wewe kuchomeka simu yako charge. Kwa mfano mimi, right now naandika black thanks For the care, so baada ya hapo naweka dan pale. Mwisho wa siku, nikishachomeka tu simu yangu kwenye chaji, basi hayo maneno yatazungumzwa. just see this, Blacks thanks for the care, Blacks thanks for the care. So hata wewe unaweza ukaamua iseme neno lolote unalolitaka wewe, ukishachomeka chaji, itasema kama unavyotaka. So guys, ukitaka kuendelea kupata tech news kama hizi, unachotakiwa kukifanya ni ku follow tu page yetu. Yes we here.